Kwanza kumradhi kwa kuchelewa. Kwanza najua hii, kwanza ile muda ambao tulisema kini, kutokana na mambo ambayo angeweza kuepukika, mambo ya movement kwa mtwapa kiri, mambo ya jam jam pale. Inshallah, kabla ya kwanza, ustadhi atashikilia dua ya kufungua kikao. Kwanza itakuwa ni Transitakwani... hmm. Hafla tu ya atuchukui muda mrefu, ni kujuana ma na mambo mengine ambayo tutazungumza inshaalla. alhamdulillahi rabilalamin wassalatu wassalam alasasli allahuma afina watubina wafadhna wamuslimin allahuma kfina uyamsharra masaibu dunia waddin allahuma ajil farijik alaina waala kaffatil muslimin. Eye la tukuomba tuwafikie malengo yetu tuliokuwa nayo sisi Inshallah tuweze kufaulu ili watoto wetu waweze kwenda mbele. salamu alaykum, insha Allah okay. Tanza hizi picha zitakwenda, picha zitakwenda mbali, tutajijulisha moja moja insha Allah, ili picha ikichukuliwa, jina lako litakuwa liko pale insha Allah. tuanze na Sheikh Zubair. <coughs> Asalamu As alaykum. <coughs> Mimi naitwa Zubair Nur na ni mmoja wa trustee wa uwanja, wanawakaribisha sana. Asalamu <coughs> <coughs> hmm. Asalamu alaykum. Mimi naitwa Zubair Nur, ni mmoja katika trustee wa Sirani Sports Ground na ni mkereketo mkubwa wa Iwapi, iwapi zamani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ali Musa Tol. Mimi ni memba wa iko wapi zamani. Mimi ni Zainuddin Ali, pia ni memba wa iko wapi zamani. Afwan, wewe ni Sheikh Zainuddin. Imam wa msikitini, lazima tumpe hadhi yake bwana, inshallah. Assalamu alaykum, naitwa, jina langu Abdurahmani Baraza. Nilikuwa nachezea timu yangu ya Mwenge na timu ya taifa ya Harambee Stars. Pale hapo nilipo ndio uwanja wangu ambayo nilikuwa na nachezea hapa. Shukran, shukran. Mm -hmm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina, mm naitwa Isa Muhammad Ridha Shuruti. Nilikuwa mchezaji wa Wanderers. Na hivi sasa tumezeeka, lakini tuna timu yetu ya wazee. Asante. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni Swalaha Said na kwa jina jingine naitwa Salaha Masiga, nilikuwa kachezea Congo Boys nikachezea Mwenge na nikarudi Congo Boys. Salamu alaikum. Kwa majina nalikuwa Shahidi, lakini kwa umaarufu nalikwa baby boy. <laughs> mimi <laughs> yani katika iko wapi zamani mi nailikuwa munyu. Maujua munyu ndio mimi. Basi salamu alaikum, yani chumvi, asiojua chumvi

Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Kwa majina naitwa Ali Khamis Nagi, ndio likuwa mwanzilishi wa timu kiitwa Kisauni United, kawa miaka yote kama mimi ndio kapteni mpaka sasa. Jina langu naitwa Kapteni na ni memba wa Iko Wapi Zamani. <tip> Kwa majina mimi ni Mohamed Bwana Kombo Muhammad Bwana Kombo, na kwa sasa naishi Lamu na, na, na nimekuwa hapa Mombasa uh, sehemu za Kisauni eh, Kisa, Kisauni United ama Baba Dos ilikuwa timu yetu tukicheza. Eh, maarufu zaidi kule Lamu naitwa Dr. Kombo Dr. Kombo Dr. Kombo, na ni memba wa Iko Wapi Zamani. <laughs> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kwa jina langu naitwa Nasir Abdallah Salim, kwa nickname naitwa Aba Nasir, na niliwahi kuchezea timu ya vijana wadogo wenzangu niko nao karibu Unita. After that Unita nikaenda kwa Youth Olympic Center. After Youth Olympic Center nika join Bata Bullet Limuru na Mwenge pia walinilea pia katika timu Mwenge pia nilikuwa na baraza pia na kila maamuji e, nashukuru sana asante. Banaziru salam, jina langu matano hali nimechezea timu ya Wananyuki kama golkipa, nimechezea KTM Thika, nimechezea Congo Boys na nikachezea pia Mombasa Sports Club hapo, asante. Salamu aleikum. Kwa majina, mimi ndio Jamal Farah, nimecheza Wananyuki na nikacheza KTM kamera. Ika haya mimi jina langu ni Jamal Farah, nimecheza Wananyuki na nikacheza KTM Thika. Mimi ni Abdurrahman Abdulkadir wa maarufu ni Bakwero. Uh, sisi tulikulia na timu ya Wananyuki, ndio timu ya mtaa na ndio timu yetu tulikuwa nayo, lakini baadaye nikachezea Faisal miaka mitatu nikarudi tena Wananyuki nikamalizikia hapo. Salamu alaikum, mi naitwa Sudi Naaman nilichezea 11 Brothers wananyuki, Black Panther na bayanili benchi lila <laughs> <laughs> wananyuki. <Zama, camera. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Asalamu alaikum, kwa majina naitwa Abdala Musa maarufu Max, nimewahi kuchezea timu ya wananyuki na kuna timu moja ilikuwa inaitwa Coast Star niliichezea hiyo, baada ya kuwa wakati ule e, serikali na FKF iliingiliana, lakini baada ya kusuluhisha nilirudi kwa timu yangu wananyuki. Kwa hivi sasa mimi ni kocha wa timu moja kule Likoni ambayo alhamdulillah. Jumatatu, wazee wenzangu, nawaalika muje mnitizame, muje muwatizame watoto wenu wakicheza hapo kwenye hii dola tournament. Asante, mashaallah. Jina langu kamili Ahmed Matran Shamlan na jina la mpira maarufu lilikuwa Kipanga. Wakati huo alicheza Wanderers. Alhamdulillah alikuwa maarufu na mpaka sasa hivi tunacheza wazee kila Jumamosi na alhamdulillah tunaendelea. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mimi kwa jina naitwa Saidi Ali lakini maarufu Japani, n nimechezea Faisal. Nilianzia Burnley nikaenda Faisal, nikacheza Faisal nikarudi nikateza Botafogo kwa wakati huo, hata Mombasa Combine nilicheza, lakini wakati wa kuchaguliwa timu ilikuwa yaenda Zanzibar kwa Challenge Cup ilinifanya nione huzuni nikaata mpira kutokamana na kuwa kwamba ubaguzi ndio kwa ni mwingi toka zamani. Pwani tumekuwa tukibaguliwa na watu wa bara kimchezo, kila namna kwa kweli, kusoma ukweli ilinihuzunisha. Ndipo ali wakati alipochaguliwa Kadir Fara akatukuliwa, nadhani pia Abdul tulikuwa katika pia katika kumbo hilo tukakatwa sisi. Basi kwa ule utungu mwanake ukucheza mpira, ikifikia mahali kama kuchezea timu ya taifa, huwa wewe na pia wajisia kama nami natambuliwa. Lakini sasa itakapokuwa na wakati huo tukicheza, mimi nilichezea Mombasa Combine na niliwahi kumfunga ciee mabao moja, na katika safari ile akakatwa, akachukuliwa Abdul nafikiri na nani Mahmudu yule mwingine sio sio, sio, sio Mahmudu Abbas. Mahmudu Abbas alikuwa bado hajaanza mpira. Mahmud Muhamed ah, eh, Mahmud Muhamed ndiye alitukuliwa akaenda na sisi, ndio tukawa sasa tena tukaachana na mpira. Asantum, jazak llahu khair. Chuda United Kiziwi Leopards Nafikiri pia Abijane, nafikiri niweze, uliwahi kucheza ama sio, Captain Gargarin? Nam, shukran jazakumullah khair. Afkiri, bila kupoteza wakati, nampatia one of our administrators wa Iko Wapi Zamani, atajitambulisha mwenyewe inshallah. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mimi nasikitika kwamba nilikuwa napenda hockey kushinda football. Hockey player, hockey player. Sasa mimi niko na hepa, kwa mpira mpira u hepa, lakini nilisafiri miaka arobaini nikawa nje. Arobaini years, nikawa na focus na kusaidia watu wa vijana kusoma, napeleka watu Amerika, tuchanga pesa tupeleka watu India, makazi yetu kwa mimi nafanya kazi kwenye benki manager mtu kwenye Amerika atakonekana na laki moja dola au laki mbili dola, laki mbili kwa sababu ya signing. Ukapeleka toto Amerika kusoma, wengine ukapeleka India, Malaysia kusaidia vijana kwa njia tofauti tofauti kwa masomo. Nilikuwa napenda sana masomo, napenda kusaidia vijana kwa masomo. Basi vokuta kina captain hapa na kina coach wakaniambia sasa, wewe njoo ingia na sisi bwana, tusaidie kwa wazee, kwa wazee Ushafanya kazi ya tosha kwa, kwa vijana sasa angalia wazee, wazee pia wataka kuangaliwa bana, si ati mshafanya mchezo wa mpira, mshafika miaka hamsini sitini, msahauliwa. Hakuna kusahau wazee. Madam wewe ulikuwa ufanya bidii kwa, kwa vijana wote sasa washakuwa ma engineers, doctors, nini ushawasaidia sana kusoma pia njoo usaidie wazee wazee pia. Lakini kama mimi si mtu wa mpira, mimi si mtu wa soka, mimi mtu wa hockey, taingia vipi kwenye soka? Anaambia wewe utaweza. Njoo tu wewe tusaidie utusaidie watu waende ukasome, au wa, wa, ushasaidia watu kusoma, vijana angalia, wa wazee pia sasa. Ndio mimi nikawa na msaidia katika registration, katika kusaidia saidia, nikambe hapo, sio administrator wetu sasa, kwa one of the administrators kwenye wapi zamani, ili uweze kutusaidia kuendeleza wapi zamani, kuendeleza wachezaji mpira wa zamani, ili tuangalie tunaweza kuwasaidia kwa njia gani, tutafute njia kuwasaidia kama ufanya nini kuleta mafikra au kuleta m... mwenendo wote ambao uweza kusaidia wazee waze ambao wame retire kama mimi nisha retire pia kazini. Nilikuwa nafanya kazi kwenye benki na nilisoma accounts CPA na nini, nikasoma accounts na management, hasa uweza kusaidia ku manage wapi zamani ukatupa nguvu kidogo. Na leo ushaacha kazi umeretire Mombasa. Ula shamba walima mkulima na wasaidia saidia vijana wengine wadogo wadogo wasaidia, wasaidia, dogua dogua, wasaidia watu pia na, yaitwa... ina watu pia ina, na chama yaitwa ina watu miatatu na thelathini, tuka create watu miatatu na thelathini tukasema tufanye mpango kwamba sisi wenyewe watu wa Mombasa tusaidiane kwa biashara sasa watu wakiingia kwenye grupia, tuyitua, group yetu yaitwa Vibrant Community Group, Vibrant Community Group ina watu miatatu na thelathini hivi sasa kwenye wenyewe utasaidiana kwa biashara. Mimi na nguo nauza, wewe una keki wauza, una chochote wauza, ingia kwenye group hii uza kwa watu tatu na thalathini na hao tatu watatangaza kwa watu wengine, ili tufanye biashara, sawa sawasawa, ili tusaidie i tufanye biashara kwenye samaki watu na kuvua kila siku, kuna watu kuna, kuna watu watangaza samaki kila sampuni waliopata, watu walamu, watu Malindi, Vanga. Tuna nguo. Kuna nguo kuna masomo pia, kuna scholarships. Wengine wanachoka watoka, lakini jaribu mjitama yetu community iendelee community, kidogo tujaribu kupitia njia ya maskuli sasa. Kuna mkachaguliwa kama board of management ya mewa, mewa kilimewa. Kisha kuna, m, kuna education board pia mkachaguliwa education board, tujaribu kubadilisha maskuli zetu za Mombasa, tumechagua skuli saba sonlia ma TV kwa kufundisha online kujifundisha za mambo za mitihani tukapata milioni nusu milioni moja na nusu, na kuna jamaa hapa anatupa sisi ma TV, tuka tukapanga kama skuli sasa, tuwafanya pia tufanya online education, tusaidia vijana kusoma huko nyumbani. Kwa nini watoto wa dina, wajuku wenu. Sasa sisi tunajaribu kubadilisha Mombasa kwa njia tunavyoweza. Hatuna nguvu hivyo. Lakini mimi ndio katika watu ambao tu follow up katika pia tuna education board na kuna group yangu ya vibrant community group. Tunajaribu kubadilisha kidogo Mombasa, haswa kwa upande wa elimu. Mimi personally napenda sana elimu. Nimejisumbua miaka 40 tufanya mpango wa rabuni kule, tukafanya tukachanga pesa nyingi sana. Tukapeleka watu kusoma nje vijana vijana ambao wameza form four. Sasa, ndio nikasema acha wacha tuje hapo, tuangalie wazee wazee pia wastahiki kuangaliwa, tufikiria medical insurance. Insurance, kufikiria mambo kama hayo, si lazima uende sha au Cooperative private insurance ya wazee ambao zaidi ya miaka sabini. Insurance nyingi ukienda k miaka sitini na tano atutaki insurance, uchafika sitini na tano lazima tufanye mpango mtu afika sabini, sabini na tano, thamanini apate insurance ya private company, private companies tujaribu basi, fikra ziko nyingi, bado tuanzaanza kujikusanya kuji kusanya, kusanya kidogo tuangalie tutafanya kufanya nini kwa mujtama yetu, sisi basi. Hiyo ndio nikawa mimi niko na wapi zamani, ingawa mtu wa hoki zna, inshallah kwa heshima na taadhima ta... Mwalika, mwasisi wetu. Kama tutakuwa na maswali, tuweza uliza, la kujibiwa hapa hapa litajibiwa, la kujibiwa baadaye inshallah, pia tutawaambia inshallah. Karibu, ah karibu Sheikh. Shukran sana bana na Mike oh. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, langu mimi kwanza nikumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ambaye ndiye aliyeweka mipango yote hii ikawa hivi ilivyo tunavyoiona mimi mwenyewe matarajio yangu sikutarajia kwamba yatafika hapa yalipofika, lakini ikiwa nia yako ni safi, wewe kila wendapo ona pofunguka, na ndio tukaweza kufungua group. Wengi hawakuja kwa sababu ni jambo la ghafla tumeliitisha, lakini wengi wamenipigia simu kutoa pongezi zao kwa hii shughuli tunayoendelea nayo. Kwa hivyo, alhamdulillah nimehisi kwamba nyoyo zetu zimefungamana pamoja na tunahitaji kuongeza zaidi ya hivi. Fikra yangu hii ilianza na kukaa, nikafikiria nikasema, huu mpira tulioucheza, mbona sioni faida yake? Wengine wamvunjika miguu, wengine wagonjwa leo, hawaulizani watu, wametapakaa. Hizi social media zishaanza, nikasema, hapa pataka kutumiwa kitu hapa Nikasema kwanza, historia hatuna sisi, wajua. <coughs> historia hatuna, sasa tufanye nini bwana? Tuandike historia. Nani? Najiuliza mwenyewe, nani ataandika historia? Nikajinyesha kidole, ni wewe ndio kazi hii. Sasa basi, bismillah, wallahi, nikaswali rakaa mbili, Mwenyezi Mungu kama ili jambo lina kheri lifungue bwana. Nikapiga simu kwa mjomba wangu, anaishi wa Mshomoroni Maalim Hussein Abdul Karim nafikiri shefe wamjua yeye ndiye mzee ambaye nilikuwa nikikaa naye akinitolea stori za zamani za mipira za mbio kila kitu nikamwambia bwana mimi na, nafikiria kuandika kitabu cha historia lakini nitaka mawazo yako nianze wapi anaambia jambo la kheri ukitaka kulianza usiulize sana we anza tu nikamwambia huyu Alikaju nitampataka wallahi, tena anambia, Alikaju jirani yangu hapa. Alikaju jirani yako? Waweza eh, mtuma mtoto hapo, wallahi akatuma mtoto bwana, mzee Alikaju akaja akashika simu nikazungumza naye kabla hajafa, nikaona ah, hili jambo laonekana liko very positive, naanza tu nishampa.